Mheshimiwa Rais na mgeni wetu rasmi katika tukio hili, tunayo heshima mbele yako kualika wawakilishi wa Wakristo katika sharika zetu za Dayosisi ya Mashariki na Pwani, yaani wakuu wa majimbo ambao watakuja kuleta kile ambacho waumini wamechangia, na wakaribisha sasa na mwenyekiti wao atasema karibu. Kadri mlivyomtendea mmoja wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu mpendwa, Daktari Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa baba askofu wa dausita wa Mashariki na Pwani na mkuu wa Kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania, baba askofu daktari Alex Gehas Malasusa, itifaki imezingatiwa katika ngazi zote. Ninayo heshima kubwa kusimama mbele za Mungu na wakuu wa majimbo kama wawakilishi wa Wakristo wote wadaosema mashariki na pwani kukabidhi kwako mfano wa hundi yenye thamani ya shilingi bilioni 2.7 ikiwa ni kutoka kwenye harambee ya ndani kutoka kwenye mitaa na sharika za dayosisi ya mashariki na pwani, dayosisi ambayo baba askofu wewe unaiongoza kwa neema ya Mungu. Kwa niaba ya washirika hawa, kwa niaba yao, sisi wakua majimbo tunaomba sasa tukukabidhi mchango huu wa shilingi bilioni mbili nukta saba, kitopeni yetu, wajibu wetu, fahari yetu. Kwa heshima tunawasilisha